Karibu tena mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa Habari Kiganjani. Huu ni wasaa mwingine tena ambapo tunakutana hapa hapa kwenye chaneli yetu huweza kuhabarishana habari na matukio mbalimbali yanayoendelea ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na habari tulionayo sasa mezani kwetu inahusiana na waziri wa kwanza mwanamke Tanzania afariki dunia. Tabitha Siwale mwenye umri wa miaka 86 alikuwa waziri wa kwanza mwanamke nchini aliyeteuliwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuongoza wizara ya ardhi, nyumba, maendeleo na makazi, mwanamke wa kwanza kushika wadhifa wa waziri katika baraza la mawaziri Tanzania. Tabitha Siwale mwenye umri wa miaka 86 amefariki dunia. Dkt. Maka Siwale mtoto wa marehemu amesema kuwa Mama yake amefariki dunia usiku wa kuamkia tarehe kumi na tatu akipatiwa matibabu katika hospitali ya Hindu Mandal. Amesema mama yake aliyekuwa akisumbuliwa na maradhi ya utu uzima wamemzika Jumamosi katika makaburi ya Kinondoni Dar es Salaam. Dr. Maka alisema msiba ulikuwepo nyumbani kwa marehemu Mikocheni kwa Nyerere. Siwale aliyezaliwa mwaka 1939 mkoani Mbeya, alikuwa mwanamke wa kwanza kuwa waziri katika serikali ya awamu ya kwanza ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Alishiriki wadhifa huo mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano akiwa waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi. Baadaye alihamishwa wizara ya elimu, akishika wadhifa wa waziri. Aliwapishwa na Mwalimu Nyerere kushika wadhifa huo Januari 15 mwaka 1980. Katika Ikulu ya Dar es Salaam. Siwale alichukua nafasi ya Nicholas Kuhanga aliyeteuliwa kuwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam UDism. Hata hivyo, mwaka 1982 alirudishwa tena wizara ya ardhi hadi mwaka 1984 alipostaafu na kub kuwa mbunge hadi mwaka elfu mbili. Mbali na hayo aliwahi kuwa mwenyekiti na mjumbe wa bodi nyingi nchini. Pia alikuwa mwasisi wa chama cha ushirika cha akiba na mikopo WAT. Aliwahi kuwa mkuu wa shule mbalimbali za sekondari nchini zikiwemo za wasichana za Bwiru na Korogwe. Mwaka elfu mbili alitunukiwa tuzo ya mwanamke wa karne na taasisi kutoka Marekani kutokana na mchango wake kwa Tanzania. Historia kumuhusu Mama Siwale. Mama Siwale alifungua njia za uhuru wa mwanamke kujieleza na kutambuliwa sawa na wanaume. Alionyesha njia sahihi za mwanamke kuheshimika kama kiongozi kwa kufanya kazi kwa bidii na kujiamini. Tutamkumbuka sana. Mama Lois Francis Nyalali, mwalimu wa mzee wa tikali Ostabei Primary School, Machi 14, 2025. Wanawake maarufu watatu hapa nchini Bibi Titi Muhamedi, Rusi Lameki na Mwami Teresa Ntale walikuwa wanawake wa kwanza kuwa naibu mawaziri baada ya kuteuliwa na Rais Julius Kambarage Nyerere mwaka elfu moja mia tisa sitini na mbili. Je, iwapo hawa wanawake watatu walikuwa wa kwanza kuwa naibu waziri, nani alikuwa mwanamke wa kwanza kuwa waziri? Kama alivyoeleza kwa ufasaha hapo juu Profesa Maki Mwandosia mwanamke wa kwanza kuwa waziri hapa nchini si mwingine bali ni Mama Tabitha Siwale ambaye aliteuliwa na Rais Nyelele kuwa waziri Jumapili ya Novemba 9, 1975. Mama Tabitha Siwale ambaye alimaliza mwendo Jumatano Machi 12, 2025 saa 5 kamili usiku kwenye hospitali ya Hindu Mandal akiwa na miaka 86 alikuwa ni mama mkubwa wa Mzee wa Atkali. Mama Tabitha Siwale ambaye kabla kuolewa aliitwa Tabitha ya Ijumba Wilfred Mwambenja alizaliwa Alhamisi Julai ishirini na nane mwaka elfu moja mia tisa thelathini na nane huko Tukuyu wilayani Rungwe mkoani Mbeya. Babu yake Tabitha Siwale aliitwa Mzee Mwambenja Mwasalukwa. Mzee huyo alikuwa msomi wa deputy chiefu, Wanyakyusa walishindwa kumtamka deputy wakamwita Liputi. Mzee huyo alikuwa na wake na watoto wengi. Miongoni mwa watoto wake ni Alexander Hakimu William, mwenyekiti wa TANU Rungwe 1955 mpaka 1969, Wilfred Wilfred, baba yake Tabitha, na Holiday, baba yake mama Sofia, ambaye ndiye mama mzazi wa mzee wa Atikali. Iponjora Katumba, Mwambenja Avenue Rungwe, ndio kwenye ukoo wa Mwambenja. Wakati wa harakati za kupigania uhuru, siasa ilindima vilivyo kwenye mkoa wa Mbenja kama Profesa Maki Mwandosia alivyosimulia katika kitabu chake Reflections on 38 Mwalimu Nyelele ukurasa mia mbili hamsini who included Mzee Wilfred Mwambenja, the father of Tabitha Siwale, engaged in endless political debates. Wakati wa harakati hizo, Mwalimu Nyerere, Oscar Kambona na Rashidi Kawawa mara kwa mara walilala nyumbani kwa Mzee William Mwambenja. Kenneth Kaunda wa Zambia pia alifika na kulala hapo, na hadi leo anakumbukwa kwa Wanambenja huwa usemi wake I only eat vegetable like elephant, kwa vile kila alipochinjua jogoo aligoma kula kwa kuwa alikuwa vegetarian. Tabitha alipenda siasa tangu utotoni na alikuwa akihudhuria mikutano ya tano kwa kificho, kwani babake aki alimkataza akihimiza ajikite kwenye masomo. Tabitha alianza shule mwaka elfu moja mia tisa arobaini na saba katika Native Authority Primary School. Alikuwa mwanafunzi mwenye akili sana. Alifanya mtihani wa darasa la nne mwaka 1951 na akafaulu na kuchaguliwa kujiunga na shule ya kati ya Tosamaganga Girls. Huko ndiko alikoonana kwa mara ya kwanza na Edmond Siwale aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya kati ya Tosamaganga Boys ambaye baadaye alikuja kuwa mume wake. Tabitha Siwale alifanya mtihani na kuchaguliwa kujiunga na Tabora Girls mwaka 1955. Enzi hizo ni wasichana wachache sana na wenye akili ndio walifanikiwa kupata fursa ya kusoma shule hii. Tabitha alikuwa miongoni mwao na alihitimu shuleni hapo mwaka 1958. Tabitha alipenda kujiendeleza kielimu, hivyo alisomea uchumi wa kijamii katika shule ya sekondari ya wasichana ya Geita akapokea mafunzo ya wa walimu katika chuo cha walimu cha Mpwapwa na kisha akaanza kazi ya walimu mwaka 1961. Mwaka 1965, Mama Siwale alisafiri hadi Nairobi, Kenya, ambapo alikwenda kusomea kozi ya home economics na kutunukiwa shahada ya mwaka 1968. Mama Siwale na aliyekuwa mmoja wa wanawake wazalendo wa kwanza nchini kuwa walimu wakuu, alihudumu kama mwalimu mkuu kwenye shule zifuatazo: shule ya Bwiru Mama Siwale alihudumu kama mwalimu mkuu wa shule ya Bwiru Girls na alihakikisha wasichana wanapata elimu bora ya maisha. Wanawake wengi maarufu walisoma shule hii, walipitia mikononi mwake akiwemo Rachel Nyirabu, mke wa gavana wa pili wa benki kuu ya Tanzania, BOT, Charles Nyirabu. Akiwa Bwiru, Mama Siwale alikutana tena na Edmond Siwale, aliyekuwa mwalimu katika shule ya Bwiru Boys. Baadaye walifunga ndoa na kupata watoto wanne: Freddy, Melly, Abel na maka baada ya mafanikio makubwa Biru Girls, Mamasiwale alihamishiwa shule ya sekondari ya wasichana ya Korogwe, Tanga, ambapo pia alileta mafanikio makubwa. Mamasiwale alijulikana kama mwalimu mkuu mkali mwenye kusisitiza sana nidhamu. Novemba 2, 2019, Salome Peter Kaya, mmoja wa wanafunzi wa zamani wa Korogwe Girls, alisimulia mambo alivyokuwa enzi zao miaka ya 1970 chini ya mwalimu mkuu Mamasiwale. Mimi ni mmoja wa wasichana waliobahatika kuchaguliwa kujiunga Korogo Girls. Headmistress alikuwa Mama Tabitha Siwale. Shule ilikuwa ya mchepuo wa kilimo. Mama Siwale alitulimisha mashamba makubwa. Kila mwanafunzi wa kidato cha kwanza hadi cha sita alipewa eneo, bila kujali alikuwa mtoto wa kiongozi au nani. Pale tulisoma na watoto a wa vigogo, kulikuwa na Ana Watiku, mtoto wa JK, JK Nyelele, Asha Rose Migiro na ndugu zake, mmoja ni barozi Afrika Kusini na kadhalika. Kilimo kilikubali mno: mahindi, matango, matikiti na kadhalika. Kila mwanafunzi alipewa jembe lenye namba, ukipoteza unalipa. Kila tulicholima kilikuwa kwa matumizi yetu. Rais Nyerere alipokuja alishangaa, eka na eka zimezaa vizuri, alivutiwa sana. Mama Siwale alikuwa msimamizi hodari aliyofuatilia sana swala la masomo, nidhamu na shule ilikuwa safi mno. Ndiyo maana rais Nyerere akamteua kuwa waziri mwaka 1975. Mama Siwale kwa upande wake aliwahi kuhabarisha, niliongoza shule hizo za Bwiru na Korogwe kwa ufanisi mkubwa. Kwa mfano, Korogwe ilikuwa shule inayotuma idadi kubwa zaidi ya wasichana kujiunga chuo kikuu cha Dar es Salaam nilikuwa mkali sana na sikuvumilia uzembe. Sasa ninafurahia matunda ya kazi yangu. Miongoni mwa wanafunzi ni Dr Asha Rose Migiro na Keje Bisimba Helen. Mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano walimu wakuu wote wa shule za sekondari nchini walipelekwa katika chuo cha siasa cha Kivukoni kwa mafunzo ya siasa ya ujamaa kwa mwaka mmoja. Mama Siwala alimchukua mtoto wake wa mwisho maka aliyekuwa mtoto mchanga katika safari hiyo, akaenda kusoma akiwa na mwanaye huyo. Jioni ya Jumatatu Novemba 3 1975, ofisi ya Rais Ikulu ilimpigia simu mkuu wa chuo cha Kivukoni. Bahati mbaya hakupatikana, ikabidi Peruzi Butuki. Ikabidi Peruzi Butiku mke wa Joseph Nyerere mdogo wa Mwalimu Nyerere atumwa kwenda chuoni Kivukoni. Mama Siwale akiwa darasani alishtukiwa anatakiwa atoke nje, alipokutana na Peruzi aliyempa maagizo kuwa Rais Nyerere anamhitaji Ikulu mara moja. Mama Siwale alipatwa na Mama na hofu kubwa Kwani kuitwa Ikulu na Baba wa Taifa, Mwalimu Nyerere alikuwa jambo dogo. Nilikuwa na wasiwasi mkubwa, sikuamini Rais angeniita nikajiuliza maswali mengi, lakini nikakosa majibu. Safari fupi ya kutoka Kivukoni hadi Ikulu ilionekana ndefu kama safari ya kutoka Musoma hadi Mtwara. Mama Swala ateuliwa kuwa mbunge. Mama Swala alifika Ikulu akiwa na hofu kubwa, akijaribu kuwaza na ikosa gani ambalo huenda lilifanya. Rais Nyerere alipomweleza kuwa amemteua kuwa mbunge kupitia nafasi kumi za uteuzi wa rais, alipigwa butwaa hakuamini alichokisikia, na akaomba Rais Nyerere arudie taarifa hiyo. Rais Nyerere alicheka sana na akarudia. Ndipo mama Siwale alipotambua kuwa ameteuliwa. Usiku huo saa mbili kamili taarifa ya habari kupitia RTD ilitangaza uteuzi wa Mama Siwale pamoja na Hadija Swedi Ana Kabati na wengine sita kuwa wabunge . Mama Siwale ateuliwa waziri Jumapili, Novemba 9 elfu moja mia tisa sabini na tano. Rais Nyerere alimwita tena Ikuru Mama Siwale na kumweleza kuwa amemteua kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya miji. Mama Siwale alishangaa kwa kusema lakini mimi si mtaalamu wa ardhi. Rais Nyelela alicheka na kumjibu kama, nimekuteua tayari, nimefanya utafiti wa kutosha. Nina imani na wewe, utajifunza kazi ukiwa kazini. Baraza la mawaziri lilipotangazwa, Julia Mining ni mwanamke mwingine aliyekuwa ameteuliwa. Aliteuliwa kuwa waziri wa sheria. Mamasiwale anatambuliwa kuwa ndiye hasa waziri wa kwanza mwanamke, kwa vile yeye ndiye alitangulia kuwapa. Licha ya kutokuwa na ubebevu kwenye masuala ya ardhi, Mamasiwale alileta mabadiliko mengi kwenye wizara ya ardhi ambayo ameainishwa kwenye makabrasha mbalimbali ya wizara hiyo. Serikali iliyopitisha sheria ya kutaifisha majumba ilitaifisha nyumba mbili za Bibi Titi Mohamed. Bibi Titi alihukumiwa kifungo cha maisha mwaka elfu moja mia tisa sabini, baada ya kupatikana na hatia ya kutaka kuipindua serikali ya kufungwa jela ya Isanga, Dodoma hata hivyo rais Nyerere alimpa msamaha mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili aliporejea akakuta nyumba zake zimetaifishwa alijitahidi kwa kadri ya uwezo wake huku akienda kwa waziri lakini akagonga ukuta mamaswale hakuwa na smaili kwenye suala la kutetea haki hivyo mwaka elfu moja mia tisa sabini na sita. akiwa amekaa kwenye uwaziri kwa mwaka mmoja tu aliamua kumvaa baba wa taifa Mwalimu Nyerere aliyekuwa akiogopwa sana na akimpinga shule kuhusu haki ya Bibi Titi Mohamed kurudishiwa nyumba. Hatimaye baba wa taifa akaingia kwenye mfumo na walao, Bibi Titi akarudishiwa nyumba moja baada ya dokezo la wa Mama Siwale lililosheheni hoja zenye mashiko kukubaliwa na Rais Nyerere. Bibi Titi alimshukuru sana na akasema kuwa maishani hata kuja kumsahau Mama Siwale kwa wema huo mkubwa aliyomfanyia. Mwaka 1980 baada ya uchaguzi mkuu, Mama Siwale alihamishwa wizara ya elimu, ambapo alileta mabadiliko kadhaa. Miongoni mwa mabadiliko aliyoleta kupitia waraka ni kuelekeza kuwa shule za seminari haziko kwenye mfumo wa kiserikali, hivyo na wanaofaulu kidato cha nne hawawezi kujiunga na kidato cha tano shule za serikali. Mwaka 1982 Mama Siwale alirudishwa tena wizara ya ardhi hadi mwaka 1984 waziri ulipogota akaendelea kuwa mbunge hadi mwaka elfu mbili. Mama Siwale alikuwa mchapakazi hodari na mwadilifu wa hali ya juu. Mama Siwale aliwahi kunena, katika maisha yangu maneno sijui au siwezi hayamo kwenye kamusi yangu. Kazi yoyote unayopewa ifanye kwa bidii yako yote, ili matokeo yake yaonekane na watu waithamini. Mama Siwale akiwa mbunge alitoa mchango mkubwa kwenye masuala ya haki na usawa wa kijinsia pamoja na umiliki wa ardhi kwa wanawake. Zamani mwanamke kumiliki ardhi ilikuwa kizungumkuti, sio kama hali ilivyo sasa. Miongoni waliotoa mchango mkubwa ni Mama Siwale. Mwaka 1993, Mama Siwale alikuwa mmoja wa wabunge 55 waliotoka serikali ya Tanganyika. Mwaka 2000, taasisi maarufu ya Marekani ilimtunuku Mama Siwale tuzo ya mwanamke wa karne kwa mchango wake mkubwa wa taifa lake. Uchapakazi na uadilifu mamasi wa Mama Siwale ulipelekea wateuliwa kuwa mwenyekiti au mwenyekiti wa bodi mbali mbalimbali ikiwa ni pamoja na PPF, NBC DAFCO, NMC Baraza la taasisi ya ardhi na Women's Advertisement Trust. Wazazi wengi wa Nyakyusa walipenda kutoa mfano wa Mama Siwale kila walipohimiza mabinti zao kupenda masomo, hivyo mabinti wengi wakapenda kusoma ili nao wawe kama Mama Siwale. Wazazi wengi waliamua kuwaita mabinti zao Tabitha. Mama Siwale alikuwa mpigania haki za wanawake mahiri sana. Hata hivyo daima alisisitiza kuwa mke ni lazima alitambue jukumu lake na elewe jiko ni sehemu muhimu ya maisha yake. Alipokuwa waziri, alikuwa akiuvua waziri getini na kuvaa cheo chake cha mke na mama. Baba yake ya mzee wa atikali aliwahi kuwa area commissioner Geita. Siku moja, mama siwali alifika Geita kumuona mdogo wake mama sofia aliyekuwa na ujauzito wa mzee atikali na akamfanyia mazoezi ya kutembea kwenye kokoto na changarawe. Kesho yake Jumaa usiku Disemba 29 akazaliwa mzee wa atikali. Wakati huo wadogo wa mzee atikali profesa Lucy Gona na Sir Angel Sam Nakaro na, Karo, na mwan mwanaye atu walikuwa hawajazaliwa. Mzee wa tikali alisoma shule ya msingi Ostebei. Matokeo ya darasa la saba alipotoka, Mamasiwale ndiye aliyempa taarifa ya mzee wa tikali. Matokeo hayo yalionyesha kuwa kati ya wanafunzi mia moja sabini wanafunzi 40 28 wasichana na 12 wavulana walikuwa wamefaulu. Mamasiwale akampa zawadi ya mpunga. Mzee wa tikali akapanga na Fredi, mtoto mkubwa wa Mamasiwale, kwenda shamba la bibi Disemba 20 ambapo kulikuwa na mechi kati ya Taifa Stars na Super Eagles ya Nigeria hiyo ndiyo ilikuwa mara ya kwanza kwenda uwanja huo, siku moja kabla. Mzee wa tikali akapelekwa kwenda kulala kwa Masiwale kabla na ilipo Ikulu. Mama Tabitha Siwale alikuwa mwanamke mchapakazi na mwaminifu, aliyefanyia mengi taifa lake. Alipoteuliwa kuwa waziri, hakuangusha wanawake na kupeleka wanawake wengine kuja kupewa nafasi kubwa za uongozi, na sasa tunaye mwanamke Mama Samia Suluhu Hassan kama rais wa nchi. Mama Siwale ameacha watoto wawili. Mzee Edmund Siwale alifariki mwaka 2016, Fredi alifariki mwaka 1993 na Abel alifariki mwaka 2008. Meli na Dr. Maka ndiyo waliohai. Msiba wa Mama Siwale ulikuwa Mikocheni mkabala na nyumba ya baba ya taifa Mwalimu Nyerere. Mazishi yalifanyika Jumamosi, Machi 15 2025, Kinondoni Dar es Salaam. Pumzika kwa amani Mama Tabitha Ijumba Siwale.